Azamu namba, namba of course, unajua Azam amekuwa katika namba mbili of course, hawajaimaliza chini ya top 4 so ni expect ya game ngumu. Na itakuwa ngumu vipi? Si tulicheza ugenini, Azam alicheza ugenini. Kitu muhimu ni kuwa hivi sasa hivi tuli make sure sisi wenyewe tunajaribu control mechi letu, lakini vile vile ku make sure that atatu pay Azamu zile spaces ambazo amezoea kwa sababu Azam ni team ambao wanatacheza fast attack na opponent za bola wanafanya pressing double so nafikiria leo na leo wachezaji wangu walijaribu ku escape zile pressing za za Azam na nafikiria walifanya vizuri sana in terms of sisi nafasi ya tatu tumeshaingia, nikiwa namaanisha tumeingia mguu mmoja. Kwa mguu wa pili ni jambo la tarehe kumi tu hapa, inshallah, panapo majaliwa, tarehe kumi tu hapa takuja tumesema, sasa ni rasmi na tutaubandika msimamo wetu. Tafuta sehemu nzuri ya kuubandika, kama ni kule uwanja wetu wa Airtel tutabandika msimamo wetu wa ligi pale pap, na itakuwa ndio rekodi, hatutatoka hapo, ni kuhakikishie. Lakini yote ya yote, tunawashukuru sana wachezaji wetu, wamepambana kweli kweli, na hatimaye wameweza kutuheshimisha na kuondoka na ushindi. Sasa hivi Singida Black Stars usipofungwa na Jonathan Soa, Unafungwa na Elvis Baranga Rupia. Wewe mwenyewe utachagua ufungwe na nani. Wote wana uwezo wa kufunga, wote wanaweza kuamua mechi dakika yoyote. Ya ugali hayaonjwi. Kwani wewe kama wewe mwandishi wa habari ulishawahi kupika ugali ukaonja maji? Na kuuliza wewe kama wewe kwanza. Kwa hiyo leo Azam kaonja eh, maji ya ugali. Kaonja maji ya ugali Azam. Azam kaonja leo maji ya ugali. Au kati maji ya ugali huwa hayaonjwi, lakini yeye kayaonja. Hata sisi Singida tuna ice cream. Japo ice cream fake zinatoka kwao, lakini na sisi Singida tuna ice cream. Kitu cha kwanza mimi naongea kama zawadi Nyembea, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumecheza na timu kubwa yenye kiwango bora, yenye wachezaji wazuri mmoja mmoja, lakini sisi wenyewe binafsi Singida Black Star tuna wachezaji wazuri mmoja mmoja, na tumepata ushindi wa pointi tatu tukiwa nyumbani, ni kitu cha kushukuru sana. Kwa hiyo, na wataarifu wote wananchi wa Singida, wa Tanzania kwamba Singida Black Star ni timu bora yenye wachezaji bora. Kwa hiyo sisi hapa sasa hivi 24, tumeondoka sasa hivi, tunayatafuta top 3. Ndiyo maana mwanzo niliongea mimi Zawadi Nyembea aka mama 24 Tabora 24 bye, bye. Na mpaka sasa hivi Tabora 24, bye, bye. Sasa hivi tunaitafuta top 3 leo, tumefurahi wana Singida. Leo tulisema lazima tumkande Azam na tumemkanda, tumemwambiaje: huwezi ukaja na unga wa ngano, wewe unapika mandazi. Mandazi utapika na nini bila kutumia mafuta? Kwa hiyo tukaambia, bana, si tuna mafuta galoni hili moja, yani tunamaanisha goli moja kwa hiyo leo tumefurahi sana wana Singida, tumepata heshima. Sasa hivi tumebakisha pointi moja Azam. Kwa hiyo malengo yetu sio ni kushinda. Kwa hiyo nimefurahika sana leo wana Singida, wamejitokeza kwa wingi, wamekuja kusapoti timu yao. Basi iwe mwanzo na mwisho kuendelea kusapoti klabu ujinsi leo walivyotoka basi tuendelee kusapoti. Nimefurahi sana leo mashabiki wamejumuika pamoja na pia tunashukuru vyombo vya media mko pamoja na sisi, mnaendelea kujumuika na sisi. Tuwashukuruni sana uwanja wa Liti Singida. Tuna maneno mengi. Tunasema Singida gunto. Wanasema maji ya ugali E, maji ya ugali eh. Wanasema inawezekana, safari, sisi tumesema ni ya yetu sisi, tunataka kwenda kimataifa ma kimataifa, akaa tukawakilishe taifa Ma,